Mheshimiwa, haki ya kwanza nilionayo kwa mujibu wa kanuni za uendeshaji wa magereza ni, ni, ni, ni, ni haki ya kuabudu Mungu. Haki ya ibada, kanuni ya 14 ya hizi kanuni ya hizi prison management regulations na vilevile vile, iko kwenye Mandela Principles nitakuletea baadaye. Na haki ya kuabudu mheshimiwa, kila Jumapili Wakristo na mimi ni Mkristo, Wakristo wanafanyiwa ibada na ma, magereza kuu la Ukonga, Every Sunday na kwenye siku kuu za, za, za, za Kikristo wafungwa wanafanyiwa ibada gerezani. Mimi nilikwenda, nilipelekwa Ukonga siku ya Ijumaa kuu asubuhi, Ijumaa kuu, na nilipopokelewa immediately nilimwomba mkuu wa gereza nikasali sala ya Ijumaa kuu akakataa. Jumapili pili ya Pasaka nikamwambia mkuu wa gereza, nataka niende nikasali Jumapili ya Pasaka, akakataa. Jumatatu tatu ya Pasaka, bwana jela, nataka niende kusali, akakataa na amekataa. Nimeomba na amekataa kila Jumapili, including ya jana. Wafungwa wengine wote wanakwenda kusali isipokuwa mimi na wengine ambao nitawataja hapa muda si mrefu, nisipokuwa mimi Kanuni ya 14 inasema, a minister of religion, that is 141 a minister of religion shall be admitted at proper and reasonable times to a prison to visit prisoners. Mtu kiongozi wa kiroho ataruhusiwa gerezani kwa muda unaofaa kutembelea wafungwa, sio kwenda kuwaambia kuwa habari gani, hakuna uh, chai kule, wala kunywa nao, kwa sababu hamna chai. Ni kwenda kuwapa kuwa huduma ya kiroho. Waislamu every, every Friday, sisi Wakristo every Sunday and every Christian holiday wote wanakwenda isipokuwa huyu mhaini ambaye hawezi hata kuomba Mungu, hatakiwi. Sio hawezi, hatakiwi kuomba, hata kuomba Mungu 14:3, nasema 14:2 A minister of religion shall be permitted to hold religious services at such hours and in such places as the officer in charge may permit and the officer in charge shall make such arrangements for the holding of religious services and for the religious instruction of prisoners shall not in any way interfere with the routine and administration of the prison. Na huruhusiwi kufundishwa dini kama hujabatizwa au hujapata kipaimara au komunyo. Utafundishwa hayo mambo ili ubatizwe, au upate kipaimara au uwe unapata mwili wa Bwana. It is the law. Na tatu inasema the attendance of prisoners at religious services and the religious instruction shall be voluntary sio lazima hatulazimishwi kwenda kanisani unaenda ukitaka mimi nimetaka nimekataliwa kwa siku 68 kwa hiyo my right of worship has been monstrously violated haki yangu ya kuabudu imekiukwa vibaya sana. Haki yangu ya kisheria na nimewaambia mawakili wangu throughout, wamenipambania sana, wameshindwa, imeshindikana. La tatu, la tatu mweshimiwa, hivi ninakaa wapi gerezani? Ninakaa wapi gerezani? Ukonga, mheshimiwa hakimu. Mheshimiwa hakimu, gereza la Ukonga lina sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ambayo wafungwa wote waliohukumiwa maisha, miaka thelathini, miaka mitano, eh, mahabusu na nini, wanakaa wanatakiwa wakae. Halafu kuna sehemu moja inaitwa special wing, eneo maalum ambalo wanakaa wafungwa waliohukumiwa adhabu ya kifo kwa kunyongwa. Mimi nakaa kwenye hiyo sehemu wanaokaa wanaosubiri kunyongwa. Nakaa death row, nimewekwa death row. Sasa mheshimiwa, ukiwa death row, maana yake ni mimi, nataka nikusomea sheria maana ya kuwa death row. Kanuni ya 33 inazungumzia wale walioko death row. Walioko death row inasema hivi

anavyokaa mimi, wakati sijahukumiwa kifo, angalau bado, pengine tutafika huko lakini, bado sheria inasema wanaokaa dethro, wale waliohukumiwa kifo, wanatakiwa watenganishwe na wafungwa wengine, wafungwa wengine wote. Mimi nimekaa dethro tangu Ijumaa Kuu mpaka hapa tulipo, na nikitoka kwenda kuonana na mawakili wangu au kwenda kuonana na ndugu zangu, nafuatana na, na askari wawili, muda wote kama inavyotakiwa kwa waliohukumiwa kifo, kama walivyo ambao wako under constant surveillance, sheria inasema by day and by night. Mimi sio, sijahukumiwa kifo, lakini nakaa death row and I'm under constant surveillance by day and by night. Ukiwa death row mheshimiwa, kama ambavyo nimekuwa ukiwa death row. Pamoja na kuwa death row, bado una haki bado kuna una haki kwa mujibu wa sheria hii hizi. Kwa mfano, kwa mfano nilizungumza habari ya haki ya kuabudu, sio haki ya kuabudu A prisoner under sentence of death shall be permitted to receive visits by a minister of the religious denomination to which the prisoner belongs. Kwa hata wa death row, wana haki ya kuabudu. Wote wanakataliwa. Wote. Na mimi ukiwa death row, pamoja na kuwa umehukumiwa kifo, sheria inasema: A prisoner under the sentence of death shall be allowed such amount of exercise as the commissioner may direct. Wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi kwenye chumba changu napokaa, mheshimiwa hapo death row. Death row imezungukiwa na ukuta hivi, nyuma tu ya chumba ya, ya selo nayokaa ni uwanja mkubwa wa mpira wa miguu, na wafungwa kila siku wanacheza mpira, wanatembea wanaotaka kutembea, wanakimbia wanaotaka kukimbia, wanafanya mazoezi wanaotaka kufanya mazoezi, isipokuwa walioko death row. Wa death row hawatoki nje ya death row hawana fursa ya mazoezi ambayo sheria imesema wanaruhusiwa kufanya mazoezi. Sasa mie siwezi kucheza mpira, mheshimiwa, miguu yangu iko kama ilivyo, lakini huwa nafanya mazoezi ya kutembea, na tangu nimekuwa death row, kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa napumzika Jumamosi na Jumapili juma, kwa sababu Mungu naye alipumzika siku ya saba. Kwa hiyo anapumzika mazoezi, lakini from Monday to Friday natembea around hizo block nne za za death row ziko nne. Endelea, mheshimiwa mheshimiwa. Nimefereji ya maji machafu. Nimefereji ya kupitisha maji machafu na ni maeneo ambayo wafungwa wa death row wanafua nguo na wanapata wakitoka wakitolewa asubuhi iko wanapopumzikia. Mimi inabidi ni negotiate kwenye mifereji hiyo. Huu mguu mmoja haufanyi kazi mheshimiwa, asante. Watu wasiojulikana nafanya mazoezi, natembea kila siku na siku zote na, nina hisia kwamba hivi nikiteleza hapa itakuwaje? Kwa sababu mifereji ya maji machafu ni kwa ajili ya kupitishia maji machafu, sio kwa ajili ya mazoezi ya wafungwa. Maeneo ya mazoezi ni uwanja mkubwa ulioko nyuma ya death row, lakini tangu nimeingia Ukonga siku ya Ijumaa Kuu mpaka hapa nilipo, sijaruhusiwa mimi na hajaruhusiwa mwingine yeyote aliyeko death row kwenda kufanya mazoezi na sheria inasema waruhusiwa.